Nkaatakatuju ake basi, kupima kitu kinaitika, kitu kinaitika, kinaitika <laughs> basi <laughs> ndio hapo nikaanza dawa hizo mm-hmm. Na mzee, bado mko naye au uko ambe...? naye na yule mke mwingine bado yupo? Yaani, yule pale sasa utata, mwanamume hafunguki. Alimwacha majuzi kati, lakini sasa alimwacha ile, sijui kwamba alimwacha tu, lakini inaonekana hmm, bado wana mawasiliano hmm. hmm. hiyo imekuja kuigundua juzi tena kwamba watu hmm, wana mawasiliano hmm. Sasa yes, inakuwaje? wewe unatibiwa mume na mwanamke mwingine, imekaaje hii? Ni katika mwanamume mkaidi, ni yule. Kwa sababu hata hivyo mekenda tu kujigundua, nikamwambia mimi na hivi mm, sio kweli. Nikamwambia ndo hicho sasa, namesha usinywe dawa, usinywe dawa. Nikamwambia mimi nakunywa. Mm. kwa sababu nilikuuliza mwanamke uko koko naye ulienda mm. kupima naye kabla ukasema nikaambia ulimwaminikisijui mm -hmm. Ah, maanake sijui kajingiza kajitoa, nikaambia awezi kujua. Sasa nikaambia mwanamke hajatulia, na nikaambia naso kwamba ulikuwa hujafatwa, kila mtu alishakufatwa. Mwanamke sie huyu, pesa yako tu anahitaji hela, lakini we bado ukaa, kwa sababu si ulishapenda, sijui karogwa, sielewi hapo tajua mwenyewe lakini kaza muhimu kwenda kupima kwanza sasa. Mm. mwanamke anambia, mimi mume wako nimekaa naye hawara miaka miwili, nilikuwa na mume wangu kwa ndani ya mume wangu, mimi nimekaa na mume wako hawara miaka miwili, ndo mwisho akaambia niachike kwa mume wangu anioe sasa, katapo wangu yani, ndio maana naacha kama ilivyo yani, nanivuruga inakuwa. Mm, yaani alishawishi, alimshawishi atoke sehemu moja ile awe naye. Eh. Kisa pesa kweli. Mume wake wa kwanza alikuwa hana hana pesa, anazo yuko ikulu yule mwanamke, waume zake wote, si kwamba hakuna hata mmoja y mume wa kwanza alikuwa ana pesa mm, alivyompata huyu akamwacha huyu huyu mm, hapa na pesa, alivyompata huyu naikamwacha huyu, bado au madanga wa nje

wewe unatumia dawa eh? sawa mm. mumeo hatumii dawa yes, hospitali ndo anazotumia. nivumilie tende taratibu eh. <laughs> mumeo hatumii dawa eh? imekeaji hii na sijamwambia nasijamwambia na ujamwambia sija inakuwaji hii hali hii, nitakuja kumwambia kwa sababu Mm. me niko dawa yuko Zanzibar saizi, ayeko Zanzibar saiz. Mm. Zanzi mm. kwa hiyo akienda mapumziko ka kaenda kikazi uko kikazi kule ko kikazi eh. Mm. na hata angekuwepo kule mm, kwa humlolongo wa hii dawa kwa yeye mm, asingeweza, nasingeweza, asingeweza sasa utafanyaje? Kuna likizo ya miezi mitatu sasa hapa, bila kukutana na mwanaume ili tujie wala nilishu. Mimi haina kwa sababu tayari mimi mm. mi mume mm. ni mume tu, ni mume si ana mwingine ataenda kumalizana huko, kwa hiyo no. mm. ni mkepicha mkepicha mmepicha. Kwa sasa hivi tunaungana mm. kwa sababu ya mtoto wetu, sasa hivi anaumwa anauma mm. Ndio tu kwenye matibabu ya mtoto ndio tunashirikiana hicho kitu mm. tu na kisoka pa mengine mm. Mm. Okay. Sasa so, huyu alikuambiaje? mme wako amridhishi, anafuata anafata pesa, ilikuwaje akafikia kusema hivyo? kuna siku alinipigia simu alimpiga mm. siu mimi, ni spinal cord wewe ya uzazi yeah, operation ile ya uzazi nikaba, ni vitu vili tofauti. Kwa hiyo dawa za kwangu mimi na za kwako kwa, zitakuwa zendani yeah. Oh, manake kanambia nikupigie simu sijui nini. Kwanza sihitaji mawasiliano na wewe sitaki, yeah. lakini sasa mwanamume akanalazimisha, ile ana force lazima, yeah. anataka tuwe pamoja

liknimebidi niache wanzei Mzanzibari, dawa ya wiki tu tumeweka damu yako, nafikiri na umeweka damu nyingi kuliko maelezo, mpaka umeguna ikona Yaani dokta, ilikuwa najua na ambako, mwanzoni mwanzoni limejigundua <laughs> kuna mwanangu mmoja kamaamtafute na mwanangu mmoja tu hmm. nilimtafutia hmm. kazi hmm. akaambia mama hmm. mtafute Dokta Msigwa. Yaani sijui tu uzito, sijui nilikuwa na maasira, ndo kipindi kile imevurugwa sasa tumalize, pole kwa kuvurugwa eh. Kwa makini, ushauri wangu ni mmoja, mm-hmm. maliza dozi sasa, alafu tutaanza kukutazama kwa muda wa miezi mitatu, na muda mitatu wa miezi mitatu inabidi mwambie Mheshimiwa mtumie kipimo o bwana Msigwa wa amenyetibu, nimepona, sitakiwi kuwa na mawasiliano ya kimwili. Piga picha pigie video video hapo, muoneshe bwana kama haiko kazini saa hizi. Ndani ya miezi mitatu kwa kuna likizo, ili tuendelee kusafisha damu. Baada ya miezi mitatu, nisikilize, tuna taratibu mwanamzangu una haraka sana. unajua nini? Kuna dua ile ya kishki ndio na swali usiku, nana naswali make alisema siku, jamani, hata kama nauma <laughs> ukimwi, soma i dua anka usiku swali na Ramadhani hii, nikasema e apapatau <laughs> sasa ndio swala <laughs> ya kwanza, naanza na hiyo dualz Nisikilize vizuri, tumemaliza HIV mm -hmm. Tunakupa nafasi ya kuchunguza damu mm -hmm. Sawa, mm -hmm. kwa kipindi cha miezi mitatu mm -hmm. na kusihi ndani ya miezi mitatu kusiwe na mawasiliano ya kimwili baina ya mtu mmoja na mtu mwingine. Hatutaki upokee meseji yoyote, tunahitaji kuisafisha idamu iwe clean kabisa, kusiwe na changamoto aina yoyote. Sasa ukishamaliza miezi mitatu, tukapata negative nyingine, ndio tutaagana mimi na wewe. Ni wewe sasa kukaa chini na mwenzio mzungumze kwa vipimo, si kwa maneno. Mzungumze kwa vipimo, mkubaliane, kwa sababu ukirudia tena kuitibu kwake itakuwa ngumu. Kwa lazima kuwa na utulivu na kufuna maelewano mazuri baina ya wewe na na mwenza wako. Dawa tumia umalize hiyo dozi. Baada ya hapo tutaanza mara moja kwa muda wa miezi mitatu. Baada ya miezi mitatu, tutakutana kama Mungu atatujalia, alafu tutacheki. Tukimaliza, tumemaliza. Sasa nakupa maswali matatu, kama yapo, kama hayapo tuzungumze mengine, hayo yatakuwa yamekwisha. Mm, unatakiwa mshukuru Mungu tu, kwa sababu hiyo ndio muhimu. Kuvurugwa hiyo hiyo, sikuvurugi sana Inasaidia ina, ina, ina kwa sababu watu wengi wanaamini swala liwezekani ni kwa sababu ya mambo mawili mm. Jambo la kwanza mtu kaisha angaika sehemu nyingi mm. hakupata jawabu, kwa anapomsikia mtu mwingine anakuwa na alama kujiuliza, huyu ni kama yule au vipi? Hiyo ni moja ya sababu, lakini sababu ya pili ni utaahira tu wa Waafrika wengi hawataki yeah, kufanya tafiti za kutosha. Wao kila kitu wanaamini kile kinacholetwa ndio bora kuliko akili zao na maarifa yao, kwa hizi ndio sababu mm, na watu wengi wanaumia sana. Wanakuja hapo wako hoi kweli kweli, na hayo madawa hawalali, afanye nini? Ayo lako mwenyewe sio langu, hilo mimi langu nimelimaliza. Sasa sasa daktari, ushauri, ah, mimi sio kazi yangu, kazi yangu ushauri, mimi kazi yangu kuondoa HIV kwa si mtu mzima bwana, mpaka unasali dua za kishki -kish, you know. <laughs> <laughs> Dua za Mungu sio za kish -ke. Kish -ke, yani ya...